Wapendwa watazamaji wa palapala pala online TV, leo tarehe kumi na nane ya mwezi wa kumi tunafanya sikukuu ya Mtakatifu Luka Mwinjili. Huyu alizaliwa huko Antiokia, ambayo ilikuwa ni mji mkuu wa Siria, lakini pia huyu alikuwa ni mpagani, na katika ile idadi ya mitume kumi na wawili hatusikii jina lake linatajwa pale. Kwa hiyo huyu alikuja kuongoka baadaye akawa ni Mkristo, na kwa sehemu kubwa alifanya kazi pamoja na mtume Paulo. Alikuwa ni mshirika wa karibu sana na mtakatifu Paulo na katika sehemu mbalimbali ambazo Paulo alikwenda, kwa hiyo mtume Luka alikuwa karibu na yeye, na kwa taaluma yake mtakatifu Luka alikuwa ni daktari, na hii tunaipata katika waraka wa mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 4 aya ya kumi na nne kwamba, Luka daktari wetu mpenzi na Dema wanawasalimu tunasikia wazi hapa kwamba e, mwinjili Luka alikuwa ni daktari. Sasa katika ile kazi zake alizokuwa anazifanya pamoja na Paulo, kwa sehemu kubwa ilimsaidia akaweza kuandika ile Injili tunaoipata kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka, na hii Injili iliandikwa wakati Paulo akiwa gerezani kule Kaisarea, na wakati mwingi e, huyu, huyu Luka alimtembelea Paulo wakati akiwa kule gerezani Kaisarea kama nilivyosema na wakati huu alipomtembelea Paulo kule gerezani ndipo alipoweza kuandika hii injili ilivyoandikwa na Luka, na iliandikwa wanakadiria ni mwaka wa themanini baada ya Kristo kuja duniani. Lakini pia Paulo alikuja kufungwa tena mjini Roma, na wakati huu Paulo akiwa amefungwa mjini Roma ndipo huyu Luka anaandika kile kitabu chake cha pili ambacho tunakipata kinaelezea kwa namna ya pekee historia ya kanisa la kwanza namna walivyoishi wale mitume na lile kanisa la kwanza kwa ujumla. Kwa hiyo hii hapa kitabu cha Matendo ya Mitume kiliandikwa na Luka wakati eh, Paulo akiwa gerezani kule, kule, kule Roma. Sasa katika hivi vitabu vyote viwili vya Mtakatifu Luka tunajifunza hapo mambo manne ya msingi. La kwanza kabisa ni kuhusiana na ufalme wa Mungu Yesu alikuja duniani kwa ajili ya watu wote, hakuja kwa ajili ya watu wachache. Alikuja, alikuja kwa ajili ya kuwakomboa wote, na tukitaka kujifunza hili vizuri tunaangalia eh, Injili ya Luka kama ilivyo eh, Injili kama ilivyoandikwa na, na, na Luka sura ya sura ya tatu aya ishirini na tatu hadi aya thelathini na nane Tunaona pale habari za ukoo wa Yesu na hapa Luka anavyoelezea tofauti na Matayo. Matayo yeye ameanzia kwa Ibrahimu akaja mpaka kwa Yesu, lakini Luka ameanza kwa Yesu alafu baadaye akamalizia kwa Adamu, kuonyesha kwamba Adamu ni baba wa mataifa yote, baba wa watu wote, kuonyesha kwamba hii injili iliyoletwa na Yesu sio kwa watu wachache, tunu kwa ajili ya watu wachache, kwa ajili ya watu wote. Lakini ujumbe wa pili tunaoupata ni kuhusiana na wale ambao wanasukumizwa pembezoni mwa jamii, na watu wa kwanza kabisa naweza kuelezea hapa ni wanawake kulingana na tamaduni za Wayahudi, wanawake walikuwa ni watu wanaosukumizwa sana pembezoni, wanaonekana kama ni watu wa pili tuseme, baada ya wanaume. Lakini kwenye injili ya Luka inaelezwa kwa pekee zaidi, wanawake wanapewa nafasi ya pekee sana. Wa kwanza kabisa tunamuona mama Bikira Maria ambaye alichukua nafasi ya pekee sana katika kumkomboa mwanadamu. Alipashwa habari na Roho Mtakatifu na, na, na baadaye akamzaa Yesu na alikuwa ni mtu wa karibu sana kwenye maisha ya Yesu. Lakini wanawake wengine tunaposoma Luka sura ya nane ya kwanza hadi ya tatu tunapata habari za wanawake kadha wakadha ambao waliandamana na Yesu kwenye utume wake, na hii inatupa funzo sana kuhusiana na watawa ambao hadi sasa wanafanya kazi kwa sehemu kubwa kwenye kuhubiri Injili, kuwasaidia mapadri katika kufanya utume wao, lakini katika kufundisha katekesi. Lakini pia tunapata watu wengine ambao walikuwa wamesukumizwa pembezoni mwa jamii, ni masikini ambao tunaipata katika Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya, sura ya sura ya nne Injili kama ilivyoandikwa na Luka sura ya nne aya 18 hadi ya 19, hapa eh, Yesu anasema roho wa Bwana yu juu yangu, kwani ameniweka wakfu niwaletee maskini habari njema, amenituma niwatangazie mateka uhuru wao, na vipofu wapate kuona tena, amenituma niwakomboe wanaoonewa na kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Kwa hiyo tunaona Yesu hapa anajipambanua kama mtu aliyekuja kwa ajili ya kuwakomboa wale watu ambao wamekandamizwa kwenye jamii zetu. Na kwa namna hiyo, Yesu anatufundisha kwamba tusiwatenge maskini, tuone ni sehemu ya jamii. Na hichi ndicho papa Papa Leo wa 14 anasisitiza pia katika ule waraka wake wa kitume ambao ameutoa mwaka huu Dilexi te, kwamba nimekupenda wewe. Anatusisitiza kwamba tuwaone maskini kama ni sehemu ya jamii, ni sehemu ya sisi wanadamu, ni sehemu ya Ukristo wetu. Tusione kwamba maskini ni tatizo la la kutatua katika jamii. Lakini watu wengine ambao walikuwa wamesukumizwa pembezoni mwa jamii na jamii ilikuwa inawatenga ni wadhambi, Yesu alikuja kwa namna ya pekee kuwakomboa hawa wadhambi. Tunaona pale ambapo anaeleza namna ambavyo Mungu anaonyesha huruma kwa yule kwa yule kwa wale watu mbalimbali waliokosea kwenye ile Luka sura ya 15. Tunaona pale anaanza na kondoo aliyepotea anatafutwa, sarafu iliyopotea inatafutwa, lakini hata mwana mpotevu aliyepotea na baadaye anatafutwa, anapatikana. Hii ni kuonyesha kwamba Mungu amekuja kuwahurumia watu sasa jambo lingine tunalojifunza kwenye hivi vitabu vyote vya Luka ni kuhusiana na sala. Tunaona Yesu anasali na anafundisha mitume wake kusali. Na mitume pia walisali kabla ya kumchagua hata Mathia ambaye alichukua nafasi ya Yuda. Hii tunaipata tunapata habari hizi Luka sura ya kumi na moja ambapo Yesu anasali na anatufundisha sala ya Baba yetu. Lakini kuhusiana na mitume waliposali kabla ya kumchagua mitume ambaye atachukua nafasi ya ya Yuda tunaipata katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Jambo lingine tunalojifunza ni kuhusiana na Utatu Mtakatifu. Turudi moja kwa moja pale ambapo Yesu, e, mtume Luka anaelezea kuhusiana na ubatizo wa Yesu. Pale Yesu anabatizwa, lakini sauti inasikika kutoka mbinguni kwamba yule mwanangu mpendwa, niliyependezwa naye. Msikilizeni yeye. Lakini hapo, hapo tunaona Roho Mtakatifu anashuka kwa mfano wa hua, kwa mfano wa njiwa. Sasa hii yote inaonyesha kwamba nafsi zote tatu za Utatu Mtakatifu zinapambanuliwa u zinaonyeshwa waziwazi kwetu. Baba anaongea, Mwana ndiye aliyebatizwa na Roho Mtakatifu anashuka kwa mfano wa njiwa. Mwandishi mmoja wa karne ya pili anaeleza kwamba Mtakatifu Luka alikufa bila kuoa, yani maisha yake yote haku, hakuoa, na hapa tunajifunza zaidi kuhusiana na swala la mapadi kuishi useja, yani ile hali ya kutokoa, na alikufa akiwa na takribani miaka themanini na nne na mwaka wa mia tatu sitini mwili wake ulisafirishwa ukatolewa kule alikokuwa amezikwa mara ya kwanza, akaenda kazi kwa upya kule Constantinople. Na naomba pia kueleza pia mtakatifu Paulo mara nyingi picha zake zinachorwa zikiambatanishwa na... Napenda pia kuelezea kuhusiana na picha za mtakatifu Luka zinavyochorwa mara nyingi zinaambatanishwa na... na ng'ombe. Kwa nini? Kwa sababu injili ilivyoandikwa na Luka inapoanza pale mwanzo Luka anaeleza habari za huyu Zakaria ambaye alikuwa ni kuhani wa Kiyahudi ambaye kazi yake kubwa ilikuwa ni kutolea sadaka. Kwa hiyo kwa namna ambavyo Injili yake inavyoanza ndivyo inavyosababisha e, picha zake zichorwe akiwa anaambatanishwa na, na ng'ombe. Tuendelee kumwomba mtakatifu Luka atuombe na sisi siku moja tu watakatifu kwa kuitangaza habari njema kwa kuwa mashahidi wa kweli wa Injili wa mashahidi wa kweli wa Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.